Leo tunaenda kujifunza moja kwa moja uweze kutambua furaha tano za maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ana furaha tano kwenye maisha yake ya kawaida, yaani vitu ambavyo mwanadamu akivipata hivyo, maisha yake yote hawezi kuwa na stress ya maisha wala kujutia kuwepo duniani, na ataendelea kuomba aendelee kubaki duniani miaka yote. Kwa hiyo, hizi ni furaha ambazo tunaenda kuzifahamu moja kwa moja kupitia hapa hapa Marafiki Station, lakini nataka nikukumbushe kwamba kama hauja subscribe basi, ni wakati wa wewe sasa hivi kuweza kusubscribe, kwa sababu ni sehemu sahihi ya kujifunza na kuweza kutambua vitu vingi ambavyo vinatuzunguka kwenye hii dunia. Basi, hii ndo pointi ambayo wewe unaweza kawa unapata updates na baadhi ya vitu tofauti tofauti vya wewe kujifunza kufungua akili yako na kujua maisha ya dunia yanavyoenda. Bila kuchelewa, twende moja kwa kwanza, kabisa tuanze na furaha namba moja katika maisha ya mwanadamu, tangia enzi na enzi hizo, yaani tukizungumzia kabla hata kuzaliwa kwa Kristo, lakini ilipoanza kuzaliwa kwa Kristo tulianza na kitu kinachoitwa kuzaliwa. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa watu, tunasema kuzaliwa kwa Kristo, na hata baadhi ya binadamu baada ya hapo wakaendelea kumwenzi na kusherekea kuzaliwa kwa Kristo na still nowadays bado watu wanasherekea kuzaliwa kwa Kristo kwa sababu ni kumbukumbu, na huwa inakuwa ni furaha sana siku ya kuzaliwa kwa kiumbe kipya duniani, kwa sababu kinapozaliwa kiumbe kipya duniani tunazungumzia kwamba teknolojia itaongezeka, vitu vingi vitaongezeka, tunazungumzia population, tunazungumzia changamoto zitaongezeka, ajira pia zitaongezeka na pia tunazungumzia hata baadhi ya tunasema vyakula vitaongezeka, kwa sababu maisha ya duniani tunaishi kwa kutegemeana, hivyo kuzaliwa kwako ni baadhi tunasema ni faida kwa kiumbe kingine. Kwa hiyo, hatua ya kwanza mwanadamu hufurahia zaidi kwenye hatua ya uzariwaji, yani tunapozungumzia anazaliwa basi ni hatua ambayo mwanadamu anayefurahia, na hata kikawaida kabisa Mwanadamu hupenda kusherekea siku yake ya, ya kuzaliwa kwa sababu ni kumbukumbu kumbu na ni furaha ya yeye kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani mwanadamu anafurahi sana siku ya kuzaliwa, na hata kama akiwa na mtoto mdogo, basi humfanyia birthday siku yake ya, ya kuzaliwa, na hii huwa inakuwa ni kumbukumbu kumbu na ni furaha ya yeye kuwepo duniani na au yeye kuwepo kuletwa duniani. Kwa hiyo siku ya kuzaliwa ni siku ya furaha zaidi kwenye maisha ya mwanadamu na hiyo tunaiita ni namba moja, kwa sababu ndo siku pekee mwanadamu hufurahia zaidi. Na furaha ya pili ya maisha ya mwanadamu duniani kutokuwa na maradhi, yani umedhariwa, lakini stiri bado haujapata maradhi yoyote na Mwenyezi Mungu anakuepusha na maradhi, basi unakuwa na furaha zaidi, kwa sababu afya inakuwa iko njema, unakuwa na uwezo wa kufanya chochote na una uwezo wa kupambana hata kile ambacho pengine ulikuwa hujapata, una uwezo wa kufosi ukakipata na hata kuangaika huku na kule, kutembea, kufanya shughuli za kijamii, kujichanganya na watu, michezo, burudani na mambo mengine ya hapa na pale. Kwa hiyo tunazungumzia afya ndo kitu ambacho mwanadamu hufurahia zaidi baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunaona namba moja kuzaliwa, namba mbili afya, mtu asipokuwa na magonjwa, marazi asipomwandama basi anazungumzia anakuwa ana furaha muda wowote, hana stress na anaweza akawa muda mwingi anamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumrehemu, aendelee kumfanya aweze, aendelee kubaki miaka mingi zaidi kwenye hii dunia, aendelee kula burudani na kupambania, labda kueneza neno lake na kumshukuru Mwenyezi Mungu pia, kwa sababu ndo mtu ambaye aliomweka duniani. Na tukizungumzia kipengele namba tatu, tutazungumzia kwamba katika maisha ya mwanadamu, furaha ya tatu huwa inakuwa kukubalika katika jamii. Mwanadamu ana baadhi ya vitu ambavyo akivifanya visipokubalika kwenye jamii, tunasema anakuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo moja ya furaha ya mwanadamu ni kuona kila anachokifanya kinakubalika katika jamii, ila yeye pia anakubalika katika jamii. Na hata kama una hela vipi, kama haukubaliki katika jamii ni changamoto, na huwezi kufurahia maisha ya duniani, huwezi kuwa na furaha. Mwanadamu anahitaji akubalike na jamii, furaha yake hukamilika. Hata kama hauna pesa, ukikubalika na jamii furaha yako inakamilika, kwa sababu wanadamu wakikubali, wanaweza kukusapoti kwa lolote wanaweza kukupa furaha hata kipindi ambapo hauna furaha. Na ndio maana hata ukiwa na changamoto, wanakuja watu wengi kufariji kukufariji. Inamaanisha ya kwamba kukupa faraja, uwepo wa watu wengine, mawazo ya wa watu wengine. Wengine watakubadilisha mawazo, watakupa challenge, watakupa furaha za tabasamu, hivyo itakufanya wewe basi uweze kuwa active na uweze kuwa na kuondokana na ule msongo wa mawazo kwa hiyo tunazungumzia kukubalika katika jamii, inamfanya mwanadamu kuwa na furaha katika maisha yake ya hapa duniani. Kwa hiyo hii ni namba tatu kati ya vile hatua tano za furaha za maisha ya binadamu, na ya mwisho kabisa tunazungumzia kufanikiwa kwa kila jambo analolifanya mwanadamu. Anapambana huku na kule, ili aweze kuipata furaha yake ya kuwepo hapa duniani, tunazungumzia kupambana unakopambana upate pesa upate sijui kumiliki vitu fulani, lakini hii yote ni kuipambania au kupambania furaha yako, kuipata furaha yako mwanadamu. Kinachomfanya apambane zaidi duniani ni kuipambania furaha aktuali. Kikawaida ingekuwa mwanadamu anapambana kula kwa ajili ya kujaza utumbo na uhai, aktuali wasinge wasingepambana sana, lakini tunazungumzia mwanadamu anapambana zaidi ili kuipata furaha ya hapa duniani. Furaha ndio inawafanya watu wapambane usiku na mchana, wasitosheke, kwa sababu lengo kuitimiza furaha. Furaha inawapeleka watu mpaka kwenye changamoto, furaha inanunuliwa, lakini tunazungumzia furaha pia, inawafanya wengine wengi kwenye majozi, lakini tunazungumzia kitu ambacho mwanadamu akikikosa anaweza akawa hana furaha. Pia ni moja ya hiki, kila anachokifanya ana fail, mwanadamu anakosa furaha. Kwa hiyo tunazungumzia furaha pale mwanadamu anapofanya jambo na anafanikiwa. Kufanikiwa kwako kuna kuongezea wewe kuwa na furaha zaidi katika maisha yako, na ndio maana hata ukiwa unalifanya jambo fulani ulipambania kwa muda mrefu, siku likifanikiwa, basi hiyo siku kwako kwa inakuwa ni siku njema, na utajisikia mwepesi, una msongo wa mawazo utajisikia uko nomo kabisa, na hata kama kuna mtu alikukwaza unaweza ukamsamehe kabisa kwa siku hiyo, na hata kama ulikuwa kuna mtu anakuomba kitu unaweza ukampa kwa siku hiyo, kwa sababu ni siku ambayo una furaha, umefanikiwa katika ile hatua ambayo ulikuwa unatamani kuifikia. Kwa hiyo tunazungumzia furaha hupatikana baada ya binadamu kuwa anafanikiwa kwa kila hatua anayo anayoiplani kuifikia. Kwa hiyo kama mwanadamu anapambana kuweza kufanikiwa katika jambo fulani, asipofanikiwa mwanadamu hukosa furaha, lakini anapofanikiwa, huipata furaha kwa asilimia kubwa zaidi. Kwa hiyo tunazungumzia moja kwa moja, furaha hupatikana kwa mambo matano. furaha hupatikana katika kuzaliwa kwa mwanadamu, furaha hupatikana katika kutokupata maradhi kwa mwanadamu, ila pia furaha hupatikana kwa kufanikiwa kwa kila jambo, na pia furaha hupatikana kwa mambo mengine, lakini haya mambo matano ndo mambo ambayo yanamfanya mwanadamu aweze kuwa na furaha zaidi na kutokuwa na mawazo kabisa katika maisha yake ya kuishi hapa duniani. Kwa hiyo tunazungumzia hizi hatua tano, mwanadamu anatakiwa apambane kuzifanikisha, ila hizi hatua tano ndo hatua ambazo zinatufanya tuweze kupambana siku hadi siku. Ukishazaliwa inatakiwa uanze kupambana, kwa sababu utakuwa na jukumu la wewe kuikamilisha furaha yako ya wewe kuwepo duniani. Kwa hiyo napenda kuwakumbusha, kama hauja subscribe channel yetu Marafiki Station uweze kusubscribe, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya wewe kujifunza vitu vingi, vitu vya kiteknolojia ya kidunia na baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa haujui hapa utavijua. Marafiki Station ndio sehemu yako sahihi. bye.